Hai neno linasema uhai wako uko tofauti hm. <laughs> ahai, ah, uhai wako uko tofauti ahai, ahai, ah. Hii ni tofauti sana, yaani una aina mpya ya uzima, yaani tafsiri nyingine ya uhai hapa ni uzima, kwamba uzima wako uzima ulionao sasa hivi ndani ya Kristo ni wa tofauti kabisa. <laughs> E, Wakorintho wa pili sura ya tano mstari wa kumi na saba ndio andiko la ufunguzi linasema: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kusoma andiko hili ili katika tafsiri ya Kiingereza linasema ya kale yote yamepita. <laughs> Yaani hakuna la kale hata moja lililobaki, mtumishi, na yote yamekuwa mapya huu mstari ni wa kina sana, huu mstari ni mkubwa mno. Yaani mstari unaweza kufundisha somo hata hata, hata, hata miezi sita utaka mstari huu mmoja <laughs> ni aina ya maisha, ukiyaelewa ukiyafahamu yanabadilisha kila kitu kuhusiana na wewe mtumishi. <laughs> ah wala bara ba ulobo sira, huu ndo uhalisi wa injili ya Kristo, yaani yeah, kama ulikuwa ufahamu ulikuwa ujui, naenda karudia tena mstari wa Korinto wa pili sura ya 5 sura ya 17 huu ndo uhalisi wa maisha ya Ukristo. Ukisema Ukristo ni nini eh? Au Mkristo anataka kuishije kwendaje? Hii ndio namna anatakuwa kuenda na kuishi. Huu ndio mtazamo anatakiwa kuwa nao. <laughs> Kwamba sasa hivi iko ndani ya Kristo. Hii ni kiumbe kipya. Mm. Allah rakasike libo hura. Hakuna zile dhana za babu za mjomba za shangazi za ukoo za familia mtumishi, <inaudible> ha, hazifanyi kazi ukiwa na uelewa wewe ni nani katika Kristo, kwamba uko ndani ya Kristo. Ukifahamu <inaudible> position yako umeketi wapi, unakaa wapi na Kristo mtumishi. <inaudible> <inaudible>

wamefundishwa kuwa na matarajio ya magonjwa fulani au changamoto za kiafya wanapofikia umri fulani wa maisha eh? Wameambiwa kwamba kati ya umri wa miaka arobaini na tano mpaka hamsini, miili yao itaanza kudhoofika, maumivu fulani yataanza kujitokeza. Wakiwa na umri wa miaka sitini, matatizo ya moyo yanaweza kuanza kutokea. Hitimisho hili male, karate, li, limetokana na hekima na uzoefu wa kibinadamu tu na si kweli ya kimungu ah. <laughs> Umekuwa na mawazo mtumishi eh? Kwamba kwetu kuna ugonjwa fulani kufika miaka hamsini anza kuupata eh? Eh, unajua ukishafika miaka arobaini mambo yameanza kubadilika, nguvu yako imechoka eh? Mwili wako unaanza ah, aya, yani usifikiri kama mtu wa duniani mtumishi eh? Haya, yani njoo juu fikiri kama mwana mfalme kuwa na hekima na mtazamo na fikra ah ya wana wa Mungu wanafikiri tofauti, wanaanza tofauti, wanaongea tofauti, wanatenda tofauti na wana matokeo tofauti. Bari mtoto wa Mungu anasema, kama mtoto wa Mungu uhai wako uko tofauti, wewe si mtu wa kawaida. Umesikia maneno kama mtoto wa Mungu uhai wako uzima wako ni wa tofauti. Wewe sio mtu wa kawaida, you are not an ordinary human being no. Wewe sio wewe ni wa tofauti, wewe ni, ni mwana wa Mungu hauzuiwi <laughs> <How, laughs> na vizingiti wala mambo haribifu ya dunia hii kamwe. Usikubali hukumu inayotokana na maarifa na hekima finyu ya kibinadamu kuhusiana na afya yako. Usiruhusu hukumu, usiruhusu ile hitimisho <laughs> usiruhusiyo falsafa itawale fikra yako na mtazamo wako. Mwili wako hauko chini ya ubatili wa ulimwengu huu wala matukio au mabadiliko ya kiasili ya ulimwengu huu bala bala, wewe uko ndani ya Kristo na umetoka kwa Kristo, mahali ambapo uungu unatawala. kama ulisikiliza mmoja halafu umesoma wiki iliyopita, nilikwambia Kristo ni eneo Kristo ni zaidi ya jina mtumishi, jina la mtu ni eneo <laughs> na ikiwa mtu amekuwa ndani ya Kristo, ay ukiwa ndani ya Kristo kuna mtazamo tofauti mtumishi, kuna aina mpya ya uzima <laughs> kuna sheria ya roho uzima inafanya kazi pale rakilimondorobozira hiyo sheria ya roho uzima imekuweka mbali na sheria ya mauti na sheria ya dhambi ratimalembra antela aprakta solo <laughs> una uungu unafanya kazi ndani ya Kristo kuna divinity eh? ay walikasalabaraba Wakorintho wa Pili tano kumi na saba inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamepita, sio yapo, yamepita, yamekuwa mapya, tazama yote yamekuwa mapya. Ndo andiko linasema hivyo, hmm? <laughs> Hii inamaanisha hakuna ugonjwa au dhaifu wa kurithi, kwa sababu umezaliwa na Mungu, umejaa uzima wa milele. <laughs> Ay, raba, raba. Utambulisho wako hauko katika utambulisho wa ukoo wako wa kidunia. Sijui kama unaelewa tunachokisoma mtumishi, naamini kwa neema ya Kristo unaelewa, naamini neno hili linaingia ndani ya fikra yako na mtazamo na katika roho yako auchukulili <laughs> au, neno kama u, ni maneno mengine tu ya kawaida eh, kwamba hivi una uzima sasa hivi ndani ya Mungu Utambulisho wako wewe utokana ule ukoo wenu eh, ukoo wenu ni mzuri, sisemi ni mbaya a a, lakini kuna aina mpya ya uzima ambao unataka kuelewa mtumishi, ai malara kasete libo, kwa sababu uko ndani ya Kristo sasa hivi. Haijalishi nini kilitokea katika familia yenu eh, au familia yako ya kimwili, haijalishi ni matatizo gani ya moyo au kisukari au shinikizo la damu na kadhalika, mambo ambayo hayana mambo haya hayana nguvu kwako yalikuwa katika familia yenu au yapo ukiangalia katika familia yenu sasa hivi, lakini kwa sababu uko ndani ya Kristo, we ni kiumbe kipya eh? Umetengwa tayari, umeshatoka mautini, umekuja uzimani huu. Ah, uzimani ni uhalisi <laughs> we ni kiumbe kipya katika Kristo, umezaliwa katika familia mpya <laughs> familia ya Mungu bala, marabu, lubo, u, ugonjwa ukijaribu kushikamana eh? au kushambulia mwili wako <laughs> unataka kutamka mtumishi, kutumia kinywa chako kuukatilia mbali, kusema katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret, ninakemea ugonjwa huu, ninauondoa mwilini mwangu eh? naamuru uvimbe huu <laughs> uyeyuke na kuondoka kwanzia sasa, ninaukata kutoka katika mizizi yake na kuamuru utoke ndani ya mwili wangu Ai. maneno yako yana nguvu, yatumie kuimarisha afya yako ya kiungu <laughs> Kuna kitu kinaitwa afya ya kiungu, divine health. Yani ni uzima unaotokana na ni uzima unaofanya kazi ndani yako, kwa sababu umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ule uzima wake umekuwa na uzima wako, ndio unasababisha afya kwenye kila chembe hai ya mwili wako, kwenye kila seli, tishu, organi, kwenye kila mfumo <laughs> Shika usukani wa kuendesha mwili wako, nena kwa lugha na uitie nguvu roho yako, na kisha litamke neno kuhusu afya yako. Mwili wako utaitikia neno la Mungu. Wewe ni wa tabaka la kiungu lililojaa uzima wa Mungu hata ah, Sasa tamka maneno haya pamoja na mimi, we unanisikiliza, sema maneno haya pamoja na mimi, sema: ninakataa kuwa mgonjwa inaishi juu ya hali zinazohusiana na umri au zinazohusiana na mazingira. Yani ninaishi juu zaidi. Shinikizo langu la damu ni la kawaida, moyo wangu ni mkamilifu, viungo vyangu vyote vinafanya kazi kwa ukamilifu, kwa ubora, kwa ushindi na utukufu. Ninatembea katika afya <laughs> na katika nguvu za kiungu katika siku zangu zote, katika jina la Yesu, amina. ah! Hii ndio namna ambavyo unapaswa kuzungumza mtumishi, kuongea, kujiona, kuwaza, kufikiri <laughs> Ah, usikate, usikubali magonjwa mtumishi, usiseme huu, uh, ni ugonjwa wangu, hii ni pumu yangu, hichi kisukari changu. Hapana mtumishi, usiseme ni chakwako, usikipe nafasi, usipe fursa ya kuharibu mwili wako ah. ah, ya, ya, ya, ya, kumbuka uzima na mauti katika nguvu ya ulimi. Unatumiaje ulimi wako? unaongea nini? <laughs> Fanya maombi pamoja na mimi asubuhi ya, ya leo. Sema, Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uhalisi wa asili yangu ya kiungu ndani ya Kristo ninakataa ah. <todihilisikua> kukubali vizingiti, magonjwa na hali zilizowekwa za ulimwengu huu. Mimi mwili wangu umejaa uzima, umejaa afya, umejaa nguvu. Hakuna udhaifu unaweza kustawi ndani yangu kwa sababu Roho wa Mungu huhuisha mwili wangu, ninaishi kwa ushindi nikitembea katika afya ya kiungu na nguvu isiyo ya kawaida katika jina la Yesu, amina. Ah, labraka, labada, basira ndani zaidi eh? kwa kusoma mistari ifuatayo Warumi nane kumi na moja Marko kumi na sita mstari wa kumi na saba mpaka kumi na nane Mithali sura ya nne ishirini mpaka ishirini na mbili. Kisha tutapata nafasi, nafasi ya kuingia ndani ya hii mstari tena yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii, nina kili changu, kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kwanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele, nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu, sasa mimi ni mwana wa Mungu. Ai, kwa yako, kwa ajili yako umempokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako asubuhi ya leo. Baba katika jina la Yesu Kristo ninasema asante, mfalme wa amani kwa wale wote ambao wamemkiri Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yao. Natamka ushindi, ubora na utukufu juu ya maisha yao, na yule adui hana madai yoyote dhidi yao Bwana. Na wabariki kwa neno lako na kwa roho wako, wamehifadhiwa na kutunzwa katika kweli neno lako Bwana. Na asante pia kwa kila tusikiliza leo, tusikiliza asubuhi leo. Malaika wa Bwana la bulubusira. Ushindi ubora, utukufu na enzi yako inaonekana kwenye ina kila nyanja maisha yao. Wanatembea katika afya njema, afya ya kiungu, kila siku itwao leo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh, haleluya. Ambavyo nimekuambia, wasiliana nasi katika namba zifuatazo sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa, eh, tutapata nafasi nzuri ya kutumia nakala ya Rhapsodi ya Uhakika, lakini pia tutapata nafasi nzuri ya kuomba nawe, kama ambaye unataka maombi katika maisha yako pia au katika